Sekta ya utalii katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale imeanza kuchukua mkondo tofauti ambapo watalii wanazuru vijiji na kwenye masoko ili kujionea mandhari ya vijiji na utamaduni wa wakaazi. Hii ni kinyume na awali ambapo watalii walipendelea tu kukaa katika hoteli za kifahari na kujipumbaza kwenye fukwe za Bahari Hindi. Wageni wanatembelea maeneo ya wa mashinani kwa wakiendesha w uh, baiskeli ili kutangamana na wakaazi, hali hiyo ikichangia ongezeko la idadi ya watalii kufikia mia nne kwa wiki. Most of the... Eh, tourist wakikuja Diani wanakaa kwa mahoteli alafu wakisafiri wanajua Diani, it's all about eh, zile hoteli ambapo sasa sisi tukabuni kuwa wanaweza kuja huku nje wakaona the real life na culture ya vile Mjikenda wanaishi, na kazi yangu ni kukaribisha wageni wanaokuja village, wanamuona coconut man. Kazi yangu kubwa ni kutengenezea wageni madafu. Kazi yangu kubwa ni kutengenezea wageni korosho kupanda jua mnazi na kuonyesha mambo tofauti tofauti ambayo hawaja yajua. Na kuna wengine wanakaa lakini hawajajua mnazi, hawaja jua nazi. Wakija tunaonyesha miche tofauti tofauti. Bikes were, were very good. Um, we we had a, a lot of fun riding through through the through Diana, Diani Beach. Uh, uh we visited the market.